Haya ndo matumizi sahihi ya pesa za ibada ambazo unazozipokea kutoka kwa waumini wako. Yaani, hiki alichokifanya Mwamposa ni kuonesha kwamba eh, hajijali tu yeye, bali anajali na watu ambao wamekuwa wakiungana naye kila siku kwenye ibada. So tunajua Mwamposa ni mmoja kati ya watumishi wakubwa sana nchini Tanzania ambao wanajaza mpaka kufikia watu laki moja kwenye ibada moja hiyo ni takwimu tu ndogo, lakini kwa makadirio kwamba Mwamposa anafuatiliwa na zaidi ya watu milioni moja e, kwa ibada moja yani, e, ukijumlisha watu wanaomfuatilia mitandaoni, lakini pia e, pale kanisani kwake, tunajua hiyo rekodi ipo na ipo wazi sana. So naambiwa e, pesa ambazo anazozikusanya huyu jamaa aiseni, hatari yani, ndo kama vile akikupa wewe kwamba ibada yake moja ukusanya yale maokoto aku, akusanya yale maokoto akutilie kwenye akaunti basi utakuwa ni bonge la tajili. So unaambiwa e, mchizi kaona, hapana bwana, watu wangu sitaki ni watese, wapate shida e, wapate changamoto wakati mimi e, wao wananipa sadaka, akaamua kujenga hili kanisa lake jipya ambalo ni hapo hapo eh, Kawe, lakini kaamua kuliboresha zaidi. Tunajua kwamba ana eneo kubwa, eneo ambalo lilikuwa ni viwanda zamani, lakini sasa hivi yeye eh, kaamua kulitumia kwa ajili ya kuweza kuendesha taratibu zake za ibada. So unaambiwa bwana kaamua kuonyesha jinsi gani ambavyo ka invest sasa hivi katika huduma yake, hususan katika ku eh, huduma yake vizuri. Mwamposa bwana eh, kashusha e, hao unavyoviona vi, hayo maduda ya kuchimba e, kulekebisha barabara kulekebisha eneo lake kuliweka sawa kabisa, watu wasijikwae, watu wasipate changamoto ya kutembea. Lakini akaweka matenti e, kama unavyoyaona hayo matenti makubwa, yani, ukiyaona hivi ni matenti makubwa kweli kweli, ambayo kwa makadirio tu ya chini wanakwambia kila tenti moja lina uwezo wa kuchukua mpaka watu elfu kumi ambao Hei, tunajua ni watu wengi sana, na katika baadhi ya sehemu huwezi ukakuta watu wanajenga sehemu kama hiyo. So bwana wengi wamempongeza na kumuona kama ni mtu ambaye anarudisha fadhila kwa watu ambao wamekuwa e, wakimpa sadaka. Licha Mwamposa kuwa ni mtu mwenye gali hoteli tena, so gali magari ya kifahari hoteli, e, na maisha mazuri, lakini kaamua kurudi, e, na zile sadaka anazopewa kuwajengea waumini wake sehemu nzuri ya kufanyia ibada. So kuna watu ambao wamempongeza, lakini kuna watu wamemuona kama vile ah, hajafanya kitu kwa sababu eh, wanasema kwamba kajenga tu kawaida, yani hakuna ujenzi wa maana. So bana nikaamua nipite na hizo comment nije nikuletee hapa. So bana itazame kwanza hii video halafu soma comment mwenyewe, yani sitaki nikusomee, usijua akasema nimetia chumvi. Basi nakuwekea hizo comment usome mwenyewe, afu drop comment tena hapo chini kwenye hii video. Eh, ndio comment ya kinoma noma. Bye, bye.